Kujifunza amri kumi za Mungu na maana yake. Amri ya kwanza inapatikana katika kitabu cha Kutoka ishirini mstari wa tatu, inasema usiwe na miungu mingine ila mimi. Je, kukuwa na miungu mingine inamaanisha nini? Kukuwa na miungu mingine maana yake ni hii: Chochote kinachopunguza upendo kwa Mungu au kuingilia utumishi unaohitajika, na tutakuwa tumetengeneza Mungu mwingine, kwa sababu tunafaa kumtii Mungu na kumpenda. Kumwacha Mungu na kuendea vitu vingine, tutakuwa tumetengeneza Mungu mwingine. Chochote unachotii kuliko neno la Mungu, hicho ni Mungu wako. Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Wafilipi tatu mstari wa kumi na tisa. Mwisho wao ni uharibifu, Mungu wao ni tumbo, utukufu wao katika fedheha yao, waniao mambo ya dunia. Tunaona Mungu wao ni tumbo, wa, wa, wanajali watakula nini ama watavaa nini? Hawajali Mungu. Mungu hapendi hivyo. Mungu huwa anaumia sana, apendi watu wakipeleka upendo wao kwa vitu vya dunia vitisho. Tunasoma katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati nene, kwa kuwa Bwana Mungu wenu ni moto u, ulao, Mungu mwenye wivu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 au kinachoingilia utumishi wetu kwa Mungu, hicho Mungu huchukulia tumejitengenezea sanamu, kwa sababu Mungu anasema usivisujudie wala kuvitumikia. Mataifa ya kipagani yalidai kwamba sanamu zao zilikuwa mfano tu ambayo kwayo Mungu aliabudiwa. Lakini Mungu ametangaza wazi ibada ya sanamu ni dhambi. Mungu hakutaka ibada ya sanamu kwa vitu vya kimwili lingeshusha dhana ya mwanadamu juu ya Mungu. Akili ingevutwa kwa kiumbe badala ya kumvutia Muumba. Ibada na maombi yetu zinafaa kumwendea Muumba, sio sanamu. Mimi ni Bwana Mungu wako, Mungu mwenye wivu. Mungu anazidi kusema, mimi ni Mungu mwenye wivu. Siwano wa Mungu na watu wake inafananishwa kama ndoa, nayo ibada ya sanamu ikiwa ni uzinzi wa kiroho. Wale wanaofanya ibada ya sanamu wanafanya uzinzi. Mungu anazidi kusema, nawapatiliza wana maovu ya baba zao hata kizazi cha tatu na cha nne cha wanichukiao. maovu ya wazazi wao ina maana gani? Watoto hawaadhibiwi kwa makosa ya wazazi wao, isipokuwa kama wanashiriki katika dhambi za wazazi wao. Kama wazazi ni waabudu sanamu, nao watoto waje waabudu sanamu, hapo ndipo watakapoadhibiwa. Hiyo ndiyo maana yake. Na warehemu maelfu elfu wanipendao na kuzishika amri zangu. Wanaoshika amri za Mungu, Mungu anawaahidi kuwaokoa. Hiyo ndiyo amri ya kwanza na ya pili, tutaendelea na hizo zingine. Barikiweni.